Yaliyotuleta hapa matokeo ya kisa cha ugaidi. Jeneza kumi, idadi kamili ya watu kutoka eneo hili la Mwingi waliofariki katika shambulizi hilo la kigaidi, kufuatia mashambulizi kwenye makanisa mawili huko Garissa yaliyosababisha vifo vya watu 17. Na pango kapo jino pana pengo. Onesmus mdhui ni mtoto wa miaka minne tu, lakini pia yeye amejipata kwenye kizazi hiki Mtoto huyu alipoteza mamake Yvonne Ngina na dadake Mary Mwende kwenye kisa hicho, lakini bado anatapatapa kwenye ulimwengu wa giza. Bado hajaelewa, hajakomaa. Lakini saa zingine usituka tu anaanza kusema mama yake iko wapi? Sisi namwambia kwa saluni, hivyo tu. Tumwambie nini ingine? Japo mtoto huyu alikuwa shahidi wa mkaso wa shambulizi hilo katika kanisa la AIC huko Garissa, bado hatambui be wala te ya yaliyojiri. Huyo mtoto ile kitu alisema alisema yeye vile walikuwa wanacheza kule nje walisikia tutu, alafu saa hiyo mama yake alikuwa ndani ya kanisa, kwa hivyo hajui ni nini ilifanyika. Ile kitu alisema alijua mama yake alikuwa hapo ndani. Ni kisa ambacho kinasalia kuwa chacha wizo hata kwa viongozi waliohudhuria ibada hii ya wafu. Uchunguzi ufanywe wa kina, but up to now you cannot show us one person ambaye ameshikwa na akapelekwa mahakamani kwa hivyo tuna uchungu Mwakati, wakati, wakati, wakati, wakati, wakati. Wakati. Maiti za marehemu hatimaye zilipelekwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti hii ya Kitui kwa shughuli za mazishi. Bila shaka ni machozi katika eneo hili la Mwingi, huku wanajeshi wa Kenya nao wakijizatiti kuendelea kumaliza wanamgambo wa Al-Shabab nchini Somalia. Franklin Masharia, Citizen Nipashe.